Naitwa Muddy Baiser TZ, mkurugenzi mkuu wa Mojalight Power Solutions. Tupo katika majukumu yetu ya kazi kama unavyoweza kuona, tupo katika hatua ya kwanza kabisa ya wiring majumbani. Hii ni hatua ya kuchimbia conduit pipe na kuchimbia round box kwa ajili ya taa za nje. Kama unavyoweza kuona, hii ni round box. Hii ni kwa ajili ya taa ya nje ambayo unaweza kufunga kufunga taa yote decoration au taa ya kawaida na tuingie ndani tuweze kuona hizi ni conduit zetu pipe. Tutakuonyesha mwanzo mwisho, karibuni sana. Mojalight Power Solutions kwa huduma bora za wani manyumbani mwenu na maofisini. Karibuni sana karibuni sana kwa huduma bora. Hii ndo sehemu ya kuweka main switch, ambayo kwa leo tunaweka distribution board ambayo ni hii hapa, electronic. Naitwa Muddy Baiser tz. Tunaweza kunipata mitandao yote ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter. Mengine na mitandao mingine tunapatikana YouTube channel yetu kwa jina la hilo hilo ya Muddy Baiser TZ au Mojalight Power Solutions. Karibuni sana kwa huduma bora. Karibuni sana, karibuni sana wateja wetu kwa huduma bora. Hii ni kazi ya funga mwaka 2025, 2026. Hii ni kazi ya funga mwaka. Tunaingia 26. Tuombe Mungu atujalie kazi bora kama hizi. Karibuni kwetu Mojalight Power Solutions. Karibuni sana.